Israel imependekeza mpango wa makubaliano yatakayowezesha kuachiwa mateka wanaozuiliwa katika Ukanda wa Gaza, wakati ambapo inaendelea na vita vyake huko Gaza. Hamas nayo imetoa wito wa kuungwa mkono duniani kote katika kupambana na mpango wa Rais wa Marekani, Donald Trump wa kuwahamisha Wapalestina wote kutoka kwenye Ukanda wa Gaza. Na Umoja wa Ulaya pia umesisitiza haja ya nchi wanachama kushirikiana na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu. Mengi zaidi anaarifu Zainab Azizi. Israel imesema mapendekezo hayo yatarefusha mapatano yaliyofikiwa awali huko Gaza, lakini imebadilisha baadhi ya vipengee kwa mfano sasa inataka nusu ya idadi ya mateka waliosalia katika ukanda wa Gaza waachiwe huru. Waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, amesisitiza kuwa nchi yake itawapokonya silaha Hamas na katika mapendekezo hayo anawataka viongozi wa Hamas waondoke Gaza chini ya makubaliano mapya ambayo yatajumuisha mapendekezo ya Rais Trump ya mpango anaouita wa kuhama Gaza kwa hiari kwa Wapalestina. Afisa mkuu wa Hamas Sami Abu Zuhri ametoa wito kwa wafuasi wa kundi hilo kote duniani kuchukua hatua na kuungana katika kupambana na mpango wa Rais Trump wa kuwahamisha zaidi ya wakazi milioni mbili wa Gaza hadi kwenye nchi jirani za Misri na Jordan. Israel imetoa kauli hiyo huku jeshi lake likiwa limetoa amri mpya inayowataka wakazi wa mji wa Rafa na vijiji vya karibu waondoke kwa sababu jeshi linapanga kufanya operesheni kubwa katika eneo hilo la kusini mwa ukanda wa Gaza. Wakati hayo yakiendelea, mapema leo Jumatatu, Netanyahu alimteua kamanda wa zamani wa jeshi la wanamaji la Israel Eli Shavit kuchukua wadhifa wa mkuu mpya wa shirika la ujasusi la Israel Shinbet baada ya kuwepo mzozo mkali kati ya waziri mkuu huyo wa Israel na mkuu aliyemfukuza kazi Ronen Bar. Wakati huo huo Umoja wa Ulaya umesisitiza haja ya nchi wanachama kushirikiana na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikiwa ni pamoja na kutekeleza hatua za kuwakamata washukiwa ambao wanaandamwa na hati za kukamatwa. Msemaji wa halmashauri kuu ya umoja wa Ulaya Anur el Anuri amesema hayo wakati ambapo Netanyahu anapanga kuzuru Hungary hivi karibuni huku akikabiliwa na hati ya kukamatwa Our Msimamo wetu uko wazi na wala hauyumbi. Umoja wa Ulaya unaiunga mkono Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu na kanuni zilizowekwa katika Mkataba wa Roma. Umoja wa Ulaya unaheshimu uhuru wa mahakama hiyo na jinsi inavyofanya kazi bila ya upendeleo katika mapambano dhidi ya uhalifu na kizuizi cha ja kushtakiwa kwa wahusika wa matendo mabaya. Lakini waziri mkuu wa Hungary, Vikto orban hapo awali aliapa kuidharau hati ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya kiongozi huyo wa Israel akiishutumu mahakama hiyo kwa kuingilia mzozo kati ya Israel na kundi la Hamas kwa ajili ya madhumuni ya kisiasa.